Mamlaka ya nchi si Samia. Samia ni mwajiriwa, Samira ni mwajiriwa. Unavyomwajiri mtu kwenye shamba lako wao, so, mwajiri wao ndiyo wanampa masharti. Sasa ni waombe, kwa sababu msina muda, naomba yafuatayo: ya kwanza, siku ya, ya kupiga kura, ukiamua kulala kitandani kwako, atakuja kuwacha lakini msipoende pale uchaguzi utafanyika wao, utakuwapo sio utakuwa hujafanya, utapiga kura. Na wapili na watatu wanne na, na watano kango wote, msipotokea uchaguzi utakuwapo. Kamanda huyo atakukamata tutakuwa tumeleta kuruku. Kamanda tuko na amani kabisa, wala hamna mabomu tena, sio mimi. Nawaombeni, kuna fomu itapita hapa makamu mwenyekiti atalisemea pia. Tunahitaji kujaza hizo fomu kila moja leo, msiondoke hapa. Kama hakuna fomu za kutosha hapa, mwenyekiti wako wa jimbo wa kama viongozi wenu wawapatia fomu mzijaze, hata mpaka saa mbili. Hiyo haihitaji kibali cha polisi, sawa? Jamani, jazeni fomu, tunahitaji maboksi na maboksi ya jai milioni kumi na tano tupeleke kwa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa mekuta kuona. Najua wameanza kujibu, wameanza kupanic, wameanza kujadiliwa. Leo mchana huu, kura inapigwa Ubelgiji kwenye bunge la Ulaya juu ya Tanzania. tukaze milioni Tanzania, kwa mjibu wa ibara ya nane. Wamesema mwaka huu kama hakuna mabadiliko, hakutakuwa na kura, kwa sababu tunataka kutunza sheria zetu vizuri. Mwezi wameshindwa kumkamata mwizi wa kura, wameshindwa kumkamata. Wananchi wanajua haki yao na watamkamata mwaka huu. Asanteni sana na wachia kwa muda.